Kinara cha wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa amewataka Wakenya wote katika ngome za upinzani kujiandaa kujiandikisha kama wapiga kura, zoezi hilo litakapoanza mwezi ujao. Akizungumza katika kaunti ya Murang'a, Gachagua amesema upinzani uko tayari kuzoa kura nyingi zaidi katika uchaguzi wa mwaka ujao. Vigogo wa upinzani waliokuwa katika kaunti ya Muranga siku ya Jumapili walifika kwa pamoja kutoa ishara ya umoja wao na kuhudhuria ibada katika kanisa la Sk Gitugi. <tipos> Baada ya ibada viongozi hao walifanya ziara katika eneo bunge la Mathioya ambapo <tipos> walitoa hakikisho ya umoja wao. Kinara wa DCP Rigathi Gachagua alitumia fursa hiyo kuwataka wenyeji wa Mlima Kenya kupasha misuli moto na wawe tayari kujiandikisha kama wapiga kura katika zoezi la usajili linalotarajiwa kuanza mwisho wa mwezi Machi. In fact our, our issue is only one which we shall deal with with Mother and JB. Registration of voters in answer to the 9th of March. Nataka kuomba wazazi wote make sure mtoto wako kama amefikisha 18 years, hiyo registration inaletwa kwa polling station. Na tumesema tuchukueni kura. Ruto afanye nini? Chivayo wakuje, Kamago wakuje, Ruto sisi tutakupeleka nyumbani kwa kura zetu. Gachagua akimhakikishia Rais William Ruto kuwa kura za Mlima Kenya ni ng'o. he is president

William Ruto has no chance of second term. Na hatutaruhusu Ruto kuvunja vunja katiba na kuendelea kama nchi ambayo haina katiba. Kenya sio dictatorship, it's a democracy. Viongozi hao wa upinzani aidha wameikashifu serikali kwa kile wametaja kuwa hujuma katika sekta ya elimu. Wanasemekana ikina Kalonzo hawana akili, hawana akili. Sasa wewe mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili upewe serikali mahali watoto wanaenda shule kesho, watoke kwa shule hawaendi shule, hiyo ndio akili kweli? <laughs> Stephen Letoo, runinga ya Citizen.